Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu, mpenzi mtazamaji, hakika leo tumekutana tena katika chaneli yetu hii pendwa ya Khairo TV na kama kawaida yetu, leo tutazungumzia faida ambazo zinapatikana katika mtini na mzaituni. Miti hii miwili na matunda yake yana siri kubwa sana mbele ya watu wenye kujua siri pia. Allah subhanahu wa Taala ameitaja miti hii kwenye Quran Tukufu, watini wa Zaitun. Hii inajulisha kiasi gani miti hii ina siri kubwa, kwani Allah Subhanahu wa Ta'ala ameyaumba matunda mengi kabisa, lakini kwa nini autaje mtini na mzaituni? Hapa kuna siri kubwa sana. Mpenzi mtazamaji, leo nitaangazia faida chache ambazo ninazifahamu mimi kutokana na mti huu wa mtini na mzaituni. Mpenzi mtazamaji, kabla ya yote, nikuombe usisahau kumswalia Mtume Muhammadi sallallahu alayhi wasallam, pia kufanya istighfari kumwomba Allah subhanahu wataala, atujalie mwisho mwema, atusamehe sisi pamoja na wazazi wetu na Waislamu wote kwa ujumla. Mpenzi mtazamaji, nikuombe usisahau kusubscribe kucomment, kulike na kushare ili uwe wa kwanza kupata video zote zinazokuja kupitia hapa Khairo TV. Tukianza na mti wa mtini, hutia nguvu mwilini, lakini pia kwa mtu ambaye anasumbuliwa na bawasiri, basi atumie matunda yanayotokana na mtini Insha Allah kuwezwa Allah bawasili yake itakaa sawa. Lakini pia ukitumia matunda ya mtini, basi ikiwa unasumbuliwa na mkojo mkojo, pia utakaa sawa. Aina yoyote ya maudhi ambayo unayapata kutokana na mkojo mkojo, wako utakaa sawa. Lakini pia kwa yule ambaye anaenda kukojoa akirudi anahisi mkojo unamtoka, yaani matone matone ya mkojo yanamtoka, basi ale kwa wingi matunda ya mtini, basi tatizo hilo litaondoka. Pia mtini husaidia tatizo la moyo kwenda mbio, hurekebisha tatizo hili la moyo kwenda mbio na kukaa sawa kabisa. Pia mtini husaidia kifua. Kwa mwenye maradhi ya kifua aina yoyote ya maradhi ya kifua, basi mtu huyu ale matunda ya mtini, hukaa sawa. Lakini muda mzuri kabisa wa kula matunda haya, basi ni wakati wa asubuhi, kabla hajapata chakula chochote lakini pia kwa mtu ambaye ana matatizo ya mshipa wa tumbo, tumbo la mshipa, basi husaidia kuweka sawa au kutibu moja kwa moja tatizo hili. Lakini kwa watu wazima huponya matatizo ya miguu na kuweka sawa matatizo ya miguu. Mpenzi mtazamaji, pia kwa mtu ambaye ana kifafa uchizi, uchizi ikiwa uchizi huu haujahusishwa na sihiri, haujahusishwa na uchawi, pia na wasiwasi. Mtu mwenye wasiwasi, basi kula tini, kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala, anaweza kuondoka matatizo haya, kwani Allah subhanahu wa ta'ala mtini ameutaja kwenye Qur'ani tukufu. Penzi mtazamaji, tukiangalia faida ambazo zinapatikana katika tunda la mzaituni. Mzaituni una siri kubwa na una mambo mengi yanayoleta faida kwa mwanadamu. Lakini mpenzi mtazamaji, mimi ninayafahamu machache na hayo nimeamua nikusogezee na wewe. Kwanza maajabu ya mzaituni. Miongoni mwa maajabu yake, huzaa baada ya miaka minne baada ya kuota, huzaa baada ya miaka minne. Lakini pia mzaituni una uwezo wa kukaa au kuishi miaka elfu moja miaka elfu moja. Mzaituni hutibu pumu na kamasi. Kwa mwenye kamasi na pumu, Ukila matunda haya ya mzaituni basi hutibu na hukaa sawa. Lakini kwa mtu ambaye ana ugonjwa ule wa kuwashwa ndani ya kinywa kwa juu, yani utamsikia anakoroma koroma, sio wakati wa kulala, yani anawasha, yani anafanya, basi akijizoesha kula matunda haya tatizo hili huondoka. Pia huondosha harufu mbaya kinywani, na tatizo hili vijana wengi tunalo, hususan pia na watu wazima wanalo tatizo hili. Basi ukijizoesha kula mzaituni, tatizo hili litaondoka kabisa, lakini pia hukata damu kinywani kwa yule mwenye tatizo la kutokatoka damu kinywani katika fizi zake, basi tatizo hili litaondoka biidhnillahi taala akila matunda haya yenye siri kubwa, akila matunda haya ya mzaituni. Lakini pia kwa mtu ambaye ana vidonda vya koo, tatizo hili pia litaenda kupona kwa uwezo wa Allah subhanahu wataala, akijizoesha kula mzaituni. Mpenzi mtazamaji, hakika matunda haya yana siri kubwa na yana faida kubwa sana, lakini Allah subhanahu wa ta'ala amenijalia mimi kuzitaja hizi chache ambazo mimi nazifahamu. Mpenzi mtazamaji, kufikia hapa sina la zaidi, ikiwa umependezeshwa na umefurahia kutokana na faida hizi, ni kuombe usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare ili uwe wa kwanza kupata video zingine tofauti tofauti ambazo zitakujia kupitia hapa Khairo TV. Lakini pia nikuombe usisahau kumsalia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, pia kufanya istighfar kumwomba Allah subhanahu wataala atujalie mwisho mwema. Mpenzi mtazamaji, niseme wabillahi tawfiq.